Naam, mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unafahamu kwamba kulikuwa kuna hii habari ambayo imemeki headline kwa muda mrefu sana huko mtandaoni eh, kumuhusu Diamond Platinumz. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba kulikuwa kuna hii news ambayo ilitrend sana na kila mtu alikuwa anaizungumzia, maana ilishafahamika tokea awali kutokana na kwamba kila kitu kilikuwa kiko clear. Kwa mujibu wa wadau mbalimbali, walikuwa wanadai kwamba Diamond Platnumz bwana, alikuwa mkataba wake ulikuwa umevunjwa kati yake yeye na kampuni ya vinywaji baridi hapa Tanzania na duniani kwa ujumla, ambayo inakwenda kwa jina la Pepsi, habari ambazo kumbe zilikuwa zinasemekana hazikuwa na uo ukweli lakini kutokana na viashiria ambavyo wadau walikuwa wamevifuatilia huko mtandaoni, walikuwa wameona kwanza kabisa katika bio ya Diamond Platnumz alikuwa ametoa kwamba yeye alikuwa yuko kama ambasada wa kampuni hiyo, ambayo Diamond tunafahamu kwamba amekuwa akifanya eh, kazi na kampuni hiyo kwa muda mrefu sana. maana Diamond Platinumz bwana amekuwa balozi wa kampuni ya Pepsi kwa miaka na miaka. Umeona bwana, kama unafahamu basi utakuwa unaelewa eh? Eh, hilo ni moja kati ya vitu ambavyo tulikuwa tunavichukulia kama sifa kubwa sana kwa yake Diamond Platinumz kwa sababu tunajua kwamba brandi kubwa kama ya Pepsi ambayo ni brandi ambayo iko worldwide, tulikuwa tunafahamu kabisa kwamba uwaga wa wafanyaji kazi na mtu tu from nowhere aidha iwe ni spoti iwe ni movie au iwe ni upande wa music, lazima wafanye kazi na mtu ambaye ni legit, mtu ambaye yuko na fan base kubwa, influence kubwa, yani star eh, wa hali ya juu yani A-list celebrity maana tunafahamu kwamba Pepsi bwana wamekuwa wanafanya kazi na wakina Ronaldinho, Messi, uh, Henry tokea miaka hiyo ya elfu mbili na sita. Kwa hiyo kumwona Diamond akiwa na yeye pia anafanya kazi na kampuni hiyo, ni moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vimeonyesha kwamba vimesolidify kwamba Diamond ni icon wa muziki hapa Tanzania, na ndio maana kampuni hiyo ikamwaproach kwa ajili ya kufanya naye kazi. Kwa hiyo basi, moja kwa moja, habari ambayo ilikuwa imekuja huko mitandaoni ikiwa inazungumzia kwamba Diamond bwana ametolewa katika ubalozi na kampuni hiyo, ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli viliwasononesha baadhi ya watu ambao wanamkubali Diamond Platinumz na, na kuonyesha kama vile kwa namna moja au nyingine, bwana jamaa brandi yake imeharibika au imeshuka kwa namna moja au nyingine <muchas> So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini baada ya hayo yote ni kwamba Diamond mwenyewe nadhani hizi taarifa alizipata, kwa hivyo basi moja kwa moja ikapelekea aweze kuonyesha viashiria kwamba yeye na kampuni hiyo bado wako katika ubia, bado yeye ni brand ambassador wa hiyo kampuni. Diamond bwana aliamua kuposti kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika story, video mbili ambazo zinamuonyesha yeye akiwa bado yuko katika mabango mbalimbali huko mjini ambayo yanamuonyesha yeye akiwa kama anaipromote kampuni hiyo hiyo ya Pepsi. Kwa hiyo Diamond akaonyesha mabango mawili kwamba bado yeye ni mbia au ni sorry, yani yeye bado ni ambassador wa hiyo kampuni ya Pepsi. And then baada ya hapo ni kwamba pia vilevile akaweka tena kwa mara nyingine katika bio yake, ambapo hiyo ndio ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vilichochea sana hizo habari kwamba eti Diamond ametolewa katika ubalozi na kampuni hiyo ya Pepsi hiyo Diamond bwana akarudisha pale katika bio yake kwamba yeye bado ni, mba, ni brand ambassador wa kampuni hiyo ya Pepsi. Lakini bwana haikuishia hapo, ni kwamba hizo habari bwana e, mpaka bidada Zuchu naye pia amekuja kumtetea Diamond. Umeona bwana, maana watu wengi sana katika mitandao mbalimbali mpaka thread huko e, ni kwamba walikuwa wanazungumzia hili swala wakiwa nadai kwamba bwana Diamond bwana ametolewa katika ubalozi na hiyo kampuni ya Pepsi. Eh, kuna mtu aliandika hivi kwamba anguko ila anguko alafu akaweka hapo emoji za kucheka akasema kwamba bwana, hebu tumpe ushauri na sisi Diamond pia, na mzee, fanya kazi, acha kulalamika. Naona bwana sasa hapa moja kwa moja kuna kwenye hii habari ya inasemekana Pepsi tayari wamemtema wa mem, wamemtema Diamond. Kwa hiyo sasa katika hii habari moja kwa moja, bidada Zuchu akaja akatetea hiyo hoja ambayo ilikuwa inasambaa huko katika mtandao wa thread, ambapo yeye Zuchu akaandika kwamba fake news, Pepsi did not drop him. He is still very much their ambassador. Kwa hiyo bibi Zuchu bwana amekuja kuthibitisha au kumtetea Diamond na hizo habari ambazo zinasambaa huko mtandaoni kwamba ametolewa katika ubarozi na kampuni hiyo ya Pepsi, na yeye Zuchu amekuja kuthibitisha kwamba Diamond hajawadropdi na hiyo kampuni, bado ni ambasada wa kampuni hiyo ya Pepsi. Kwa hiyo, hapa peji mbali mbalimbali pia zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari ambayo imesambaa huko mtandaoni, hususan baada ya Zuchu kumtetea Diamond na kuthibitisha kwamba bado yeye ni ambasada wa kampuni hiyo ya Pepsi. Hapa kuna peji wamekuja wameandika kwamba <muchas> Zuchu apinga kuhusiana na eh, Zuchu apinga kuhusu dili la Pepsi na Diamond kuvunjika. Lakini nadhani na nadhani pia utakuwa unakumbuka kwamba hii habari ilitrend mpaka maeneo ya Kenya huko. Kwa hiyo basi, peji pia ya Kenya imekuja kuzungumzia swala zima la Zuchu kuja kupinga hii habari, wakiwa wameandika kwamba Zuchu denies claim that her husband Diamond Platnumz lost his Pepsi deal over politics Mona eh? Wakiwa maanisha kwamba bwana Zuchu amekuja kupinga au kukanusha taarifa ambazo zilikuwa zimesambaa kwamba Diamond amefukuzwa katika kampuni ya amefukuzwa kama balozi wa kampuni ya Pepsi. Uh, wakaja hapa tena Nairobi hapa Nairobi gossip wakaja kaandika kwamba Zuchu has uh, addressed the trending claims that her husband Diamond Platnumz was dropped by Pepsi as a brand ambassador she dismissed the, the rumors uh, as a fake news uh, confirming that Diamond is still fully contracted and remain an uh, official Pepsi ambassador akiwa na uh, maanisha kwamba Zuchu ameamua kulielezea ameamua kuelezea taarifa ambazo zilikuwa zina trendi huko mitandaoni kumuhusu mume wake Diamond Platnumz kuwa ametolewa e, katika ubalozi na kampuni ya Pepsi, yani kampuni ya Pepsi imemtupa nje ya geti katika swala zima la ubalozi. Zuchu amekuja ku kufutilia mbali hizo rumors au hizo taarifa ambazo zilikuwa zinasambaa huko mitandaoni, akiwa ameweka wazi kwamba ni habari feki, akiwa ameconfirm pia Zuchu kwamba bado Diamond yuko katika mkataba na bado anaendelea kuwa balozi wa kampuni hiyo ya Pepsi. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, na wewe pia bwana ukiwa kama mdau na kipi cha kuzungumza kuhusiana na hizo habari ambazo tumekuletea leo e, basi moja kwa moja unaweza ukatuekea maoni yako katika comment section hapo chini e, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vilevile vile bwana, hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu e, kwa kulike kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.